Wote wamelaaniwa kuunga nywele, haijalishi ni kitu gani unachokwenda kuunga nacho, kama vile mnavyomfanyia Mwenyezi Mungu, ati mnamfanya, maanake kama kwamba mnamfanyia Mwenyezi Mungu rishi. Eti mtu haungi vilevi nywele vya wazungwa wanavyokuwa wanaunga, anachukua nyuzi. Eti nyuzi ndo wanaunga, eti e, walituambia makosa makosa, ni hivi lakini hizi nyuzi jamani, hadithi ya mtume haikutamka ni nini unachounga. Hii hadithi inakwenda mpaka na kuvaa wigi. Ni haramu kuvaa wigi, ni haramu, kama itakavyokuja katika hadithi nyingine, itakuja kutuonyesha uharamu wa wigi. Sasa Watu wasimchezei shere Mwenyezi Mungu, hakuna chausi wala nini hivyo. Basi hadithi nyingine ambayo inakuja kutuonyesha, an Jabir bni Abdillah radhiallahu anhu qal, anasema zajara nabiyu sallallahu alaihi wasalama, Mtume alimkemea alikemea vikali, an antasila lmaratu birasiha shaia, mwanamke asiungi nywele zake na chochote, asithubutu mwanamke kuunga Nywele zake na chochote. An asma bintu abi bakri radiallahu anhu qalat, Asma bintu abi bakri alikuja akamuuliza baba yake akasema, jaat imraatu ila nabii salallahu alaihi wasalama, alikuja mwanamke mmoja Asma bint abi bakri anatuambia kwamba alikuja mwanamke mmoja kwa Mtume Muhammad salallahu alaihi wasalama, faqalat yule mwanamke akasema, inna bnati uraisa inna bnati uraisan asabataha hasba, anasema mtoto wangu, binti yangu ataolewa, atafunga pingu za maisha, kichwani mwake amepatwa na vibarango, sijui kumnaita hivyo hivyo.